La muhimu, la muhimu sana, wanamsata, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Mwenyezi Mungu tumwombe atuamshe salama. Ukitoka kuelekea kituo cha kura, tunasema twende pamoja, pitia na jirani yako na jirani yako, waambie ni twende pamoja. Balozi wa nyumba kumi Balozi wa nyumba kumi, pitia nyumba zako waambie twende pamoja. Nalotaka kuhakikishia nalotaka kuhakikishia, hakutakuwa na tishio lolote la kiusalama. Tumejipanga vizuri mno, tumejipanga vizuri hakuna tishio la kiusalama. Asitokee mtu kuwaticha, tokeni kapigeni kura yamewashinda wenyewe kuingia kwenye mashindano, wasiharibu upigaji wa kura. Kwa hiyo hakuna tishio, tokeni kapigeni kura. Msata oye! CCM oye! Kazi na utu. Aya, nendeni kawapeni kazi, katupeni kazi, Chama cha Mapinduzi, tukuonesheni utu wa Mtanzania unavyonyanyuliwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sisi moye! Kidumu Chama cha Mapinduzi!